Shirika na taarifa ya ujio ya huyo kijana Gamba yule mshirika wa mzake Dokta Chilo yuko pamoja na Kibena tena yuko bega kwa bega na kumsaidia, na yupo katika maangamizi ya kuyangamiza kijiji chetu cha Mamboleo. Amekula moto sana yule kijana ambaye amesaliti kambi yetu, amesaliti mizimu na utamaduni wetu na mila. Kama huyu anashirikiana na huyu mtoto Kibena, lengo na mazimuni, wanachotaka wao kuangamiza himaya ya utamaduni na mila za mababu zetu, wakina zenye maronda. Sasa nipe kiboyo.

maenda ligandamoya natambika kwa mizimu ya babu yangu ya Malonda natambika Kweno mzee Nyemalonda, nakuomba utufanye wepesi, uuseme sio mwepe tu, bali useme kazi yake ni kufufilisha na nateuktaka kiwe. Nakuomba bebe yango Nyemalonda utufanye wepesi katika ka a <tie>

Asante, nzuri hiyo sasa shoga yangu nataka uivae kesho kwenye mkutano wa afya utapendeza sawa shoga yangu Zubeda kumbe si wote wanaonichukia mimi jamani eh, hakuna sio watu wanaokuchukia shoga yangu asante sana nami nimelitoa viapu vizuri nataka nivae kesho mm. vi kwenye mkutano mjera ah, mwaya kupata shoga anayekupenda Sita unanipenda? Ndio. Basi ngoja nikapike pike, si upo hapo? Basi ngoja nikapike. Eh, mimi bado nipo hapa nyumbani. Haya sawa. ah. hmm. Ile cheni si ya kawaida, maana nilipoigusa nilihisi baridi ya ajabu au unahisi ilikuwa na sumu ni uchawi wa mapenzi na inakana mpaka uchawi alafu Zubeda anacheka sana kwa mtu ambaye hata ucheshi naye mbona sielewi kuna kitu gani hapa kati kinaendelea hivi ile cheni aliipata mpaka akupatia we amepewa na rafiki yake wa mjini. Aniletea mimi kama zawadi. Ah, ila ndo hiyo. Ah, sawa, nashukuru. Utaifanyia kazi hiyo. kuna nazi kwa kutumia vibao vya mbuzi. Mm-hmm. Naona sasa hivi zifike mwisho <muchu> Kweli. Nitakuja nikuletee mashine ambayo ndani ya dakika tatu tu nakumemaliza ku kuna idara

ni balozi mzuri sana kwa jamii ya Mamboleo. Yuko bega kwa bega na mimi katika kuelimisha jamii yetu, katika kuibadilisha fikra jamii yetu. Usimfikirie Kibena kama unavyotuona hicho hmm. hmm. kijiji cha Mamboleo kinachotupiga vita mimi na wewe mwanangu. Hawa hawakutaki, hawakutaki usio daktari sio nani na nani. Yule atakuwa pamoja na wewe kweli? Mimi sina imani naye. Sasa kwa sikiliza, Mamboleo mwenyewe unakielewa toka alipofika tu to? Mfungashe mwana ondoke, tusimwone kabisa kwenye mila zetu hivi na hivi yaani, kama ningekuwa na uwezo, haki ya Mungu, ungerudi tumboni. Uwezo sina, sina jinsi. Sawa mama, mm -hmm, na kuahidi, nitashirikiana na Kibena lakini naomba sapoti yako mama. Sitakuangusha. Sawa. Mimi nakubali chokionge na mi mwenyewe, wanavyo niona sio mtoto. hizo rigi zao wanazozifanya, wana ligi kama wao. simba anakaa msituni, mi mwananchi. Nimezaliwa hapa Dar es Salaam, kwa hiyo ugumu. na ninachokwambia nakuahidi kabisa, shughuli za kufanya na atakuja mjomba wako hapo, utafurahi. hakuna mtu kuna kwenye ndoo wala kwenye sufuria mama. Sina mimi. Na usio na hofu. Wewe kama binti yuko usiwe nakama yule binti namwona yuko vizuri na wewe. Tibena, shoga yangu. Nimekuja hapa kwa jambo moja. Yaani mimi nashangaa. Yaani wewe kweli kabisa kukaa kwanza kumwamini Zubeda. Eh? kabisa yani wewe unakaa kabisa unamwamini Zubeda. Zubeda huyo huyo. <coughs> Zubeda anakutangazia wewe. Yani ungejijua kabisa. Kama anakutangazia mbovu hapa kijijini. Anya hata usingekuwa na shabona kabisa. Si unanielewa? Unamwambia maneno Zubeda. Kwa wema tu mwenzako Zubeda kiabeba kwa Binyuni. Si unanielewa? Na wakifika kwa Binyuni wanaanza kukujadili wewe. Alafu, sasa kuna kitu kingine ambacho mimi na kiwasi. Wewe unapomwambia umbea Zubeda anapeleka kule kwa binyunyu, anakusema. Binyunyu anaweza kumwambia kitu Zubeda, lakini hata kikifika kwako wewe, akina faida nini? Fanya nini? Binyunyu, mimi nimeweza kukwambia hapo kutokana na wewe na Zubeda. Mimi yote mashoga zangu, ila Zubeda ni naniliu, yule ndumila kuili, anachukua huku na huku, lakini kwako wewe ndio anachukua sana. Anatangaza mbovu kuhusu wewe na Chilo, si unanielewa? iza kuambia tao, sitishiki na Zubeda wala simogopi wabinyunyu na wala we Zubeda hazibi nuru yangu mimi. Kumpenda dokta Chilo, nampenda dokta Chilo na nitaendelea naye kwa pamoja naye. Mimi nafurahi kusikia hiyo, ila mimi sijakuja hapa kwa ajili ya kushushuana. Nimekuja hapa kwa ajili ya kukwambia tu, kutokana. Sielewi juzi habari zako zinazo trend, umeshikana wewe na Chilo, mmeshikana mikono. Zubeda anazo na binyuzi za taifa kashazipata, na kijijini kote hapa unazungumziwa wewe tu ubaya na dokta Chilo. Basi yaani, ndio kama nilivyokuambia hapo awali, simwogopi huyo Zubeda. Kwa hayo maneno yake aendelee tu kuyaeneza hapa kijijini, lakini mimi simwogopi na nitaendelea kufanya mambo yangu. Kila mtu na maisha yake. Sawa, mimi naondoka, ila yangu tu hayo. Karibu, habari yako? Nzima bwana. Nivyokuona, kuna ndoto mbaya nimeiota, kati yangu mimi au ya wewe? tunaweza tukaondoka katika hichi kijiji. ichikiii aso kwa ialietu sikiliza nikwambie, wewe msichana hicho kidomodomo chako cho kisichukupu na zipu wala kaba, kama ndoto zako zinatabiri huo, basi itakuwa wewe mwenyewe ndo unayeota. Sikiza nikwambie, mi nakwambia jambo la maana, wewe unaanza kunifokea, kwani shida kwa iko wapi? Mi si nakwambia ambacho nimekiota, ni utajua mwenyewe bwana, utajua mwenyewe.